Kiafya najua Watanzania wengi pia watatamani kufahamu. Sofa, tunakuona uko sawa, daktari amesemaje kwamba uko kamili, unaweza kuendelea na shughuli zako za muziki? Na ishu kubwa ambayo ilikuwa inakusumbua ni nini? Maana mitandaoni iliendelea mambo mengi sana. Sasa, okay. Nilikuwa I had pancreatitis. mm -hmm. So it was starting from pancreatitis. mm -hmm. he has, he has pancreatitis. pancreatitis? Ibadilika tena ianza kuwa acute. Um, what is the cause of pancreatitis? mm what is -hmm. the cause of pancreatitis? One, kunywa sana, unavuta sana, ulali and uh, uh, stress, lakini that is not the only reasons. Hata kwenye DNA inaweza katoa. So basically the doctors didn't say that nilipata pancreatitis kwa sababu ati nilikuwa nakunywa, unakuta hawakusema hicho, lakini it is the most important thing. Nilipata pancreatitis so, waka, they did all the operations they did. Hata mpaka sasa hivi natumia dawa. Baada ya labda mwaka mmoja nitaacha hiyo dawa, but I'm doing great. Okay. mm -hmm. Na wamekuruhusu kunywa, kufanya kazi? No. Kazi no. Kama ninakuvyaangu naendelea na kazi, kwa sababu wewe <coughs> mwenyewe ukiniangalia, kuna tofauti kuuka milioni na yule ambaye alikuwa anampeleka a hospitali.